zitakavyoleta mageuzi. Hiyo ni habari ukurasa wa juu kabisa kwenye gazeti la Mwananchi inasema shilingi bilioni 300 za CRDB zitakavyoleta mageuzi. Lakini mchuano mratibu eh, mratibu kampeni za CCM. Mchuano wa mratibu eh, CCM eh, uh, ni mchuano wa mratibu wa kampeni za CCM. Lakini kwa heri baba, hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Mwananchi inasema kwa heri baba lakini kauli za amani ukweli za tikisa e, kauli za amani ukweli za tikisa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini Heche, uhamiaji ni mguu kwa mguu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi. Ni Heche asema, na uhamiaji ni mguu kwa mguu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, kwenye kurasa za mbele. Tukiachana gazeti la Mwananchi sasa tuangazie ndani ya gazeti lako la kula Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, lenyewe linaanza na habari e, kubwa inayosema shule e, Bethsaida ya Omba wafadhili kuisaidia e, shule ya Bethsaida e, ya Omba wafadhili kuwasaidia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la le Nipashe. Lakini nyumba ni nyumbani e, nyumbani ni nyumbani e, hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi lakini bado kuna habari inayosema afariki dunia akigongwa na mfuniko mtungi kuzimia moto e, afariki dunia kwa kugongwa na mtungi wa kuzimia moto. Hiyo ni habari pia inapatikana ukurasa wa mbele. Zeki apokea karatasi za kura e, Zeki yapokea karatasi za kura, na Uthmani ahidi ajira bila upendeleo e, Uthmani ahidi ajira bila upendeleo. Na tukiachana na gazeti la nipashe mwanga wa jamii Ele, tuangazie sasa kwenye gazeti la Kula Habari Leo lenye linaanza na habari inayosema vijana wasitengane kwa sababu ya siasa. Ilio ni gazeti la Kula Habari Leo linasema vijana wasitengane kwa sababu ya siasa, habari inaendelea ukurasa wa tano. Lakini bado kuna habari inayosema mgombea urais makini ahimiza amani na upendo, mgombea urais makini ahimiza amani na upendo. Na serikali yaagiza tiba za dharura kabla ya malipo. E, serikali yaagiza tiba dharura kabla ya malipo. Na bado kuna habari inayosema raila azikwa ruto amwagea sifa. E, Raila azikwa, Ruto amwagea sifa. Kiwanda cha shaba chanukia Rukwa. E, kiwanda cha shaba cha nukia Rukwa. Lakini Samia atoa uhakika ununuzi wa mahindi. Mwigulu amsifu kujali wananchi. Wasira asema amethibitisha uwezo, e, kuiongoza nchi huyo ni Wasira athibitisha eh, kuwa ana uwezo wa kuiongoza nchi. Lakini benki ya saini makubaliano ya bilioni mia tatu eh, benki ya saini makubaliano ya bilioni mia tatu Na Dr Mpango ahimiza ubunifu wa mafundisho ya dini. Hiyo ni habari ukurasa wa saba kwenye gazeti la habari leo. Dr Mwinyi aeleza mikakati kukuza biashara ya mama duka Kariakoo hadi Kisiwandui. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti la habari leo. patane kale yako kwa habari kwa kinam nikitikachana gazeti la habari leo ukurasa wa mbele, tuangazie ndani ya gazeti lako la Zanzibar leo lenye ni andika upigaji kura mapema ni haki ya kisheria e, upigaji kura mapema ni haki ya kisheria, lakini Dr. Samia ataja sababu za wananchi kuchagua CCM. Dr. Samia ataja sababu za wananchi kuichagua CCM, lakini ainisha mikakati ya kuing'arisha Rukwa kiuchumi. Hiyo e, ni habari inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar leo. Lakini mhandisi Zena abainisha hatua za kukabili e, kukabili ajali za moto. Huyo ni mhandisi Zena ahimiza hatua za kukabili ajali za moto. Lakini chagueni wagombea wa chama cha mapinduzi CCM kwa maendeleo endelevu. Na Israeli yarejesha miili 15 ya Palestine. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Na tukichana gazeti, ya gazeti la Zanzibar leo tuangazie kwenye gazeti lako la Uwelekeo lenye linaandika Bashe awataka wakulima wauze mahindi Malawi. Eo ni Bashe awataka wakulima wauze mahindi Malawi. Lakini Jessica Magufuli ashiriki maziko ya Raila. Jessica Magufuli ashiriki mazishi ya Raila na Dr. Samia gridi ya maji ya taifa itamaliza kero. Uh, huyo ni Dr. Samia asema gridi ya maji ya taifa itamaliza kero. Lakini bado kuna habari inasema Dr. Samia amefuta kodi mia mbili hamsini kuwabeba Watanzania, na Dr. Nchimbi nitamsaidia Rais Samia kwa uaminifu mkubwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Uelekeo ukurasa wa mbele. Na tukiachana gazeti la Uelekeo tuangazie sasa kwenye gazeti lako e, la Taifa Tanzania linaandika TMA yatabiri uelekeo wa mvua e, za msimu wa nusu mwaka, habari ukurasa wa nne. Lakini wakulima wa mahindi wapewa matumaini e, wakulima wa mahindi wapewa matumaini e, Dr Samia asema e, anaangalia akiba e, lakini aieleza rukwa ya serikali ili NFRA inunue mahindi hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini Wenje, huwezi kupata madaraka kwa kuandamana. Huyu ni Wenje yasema huwezi kupata madaraka kwa kuandamana, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Huko gazeti lako la majira nyingine naandika matumizi holela ya dawa ya P2 changamoto ya kiafya kwa jamii. Lakini China ya shutumu eh, Marekani kwa shambulizi la mtandaoni. Na Wasira eh, tumpe Samia mitano mingine ya kazi kubwa zaidi. Lakini siradibi ya saini mikataba ya bilioni mia tatu kimataifa. Mpango, taasisi za dini zisimame katika nafasi yake. Huyu ni Mpango wasema taasisi za dini zisimame katika nafasi yake, huku Dkt Samia awapa matumaini wakulima ununuzi wa mahindi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Majira linaandika Dkt Samia awapa matumaini wakulima eh, wa, na ununuzi eh, wa mahindi. Lakini uhamiaji yatoa kauli sakata la Heche eh, uhamiaji yatoa kauli sakata la Heche, yuna habari kurasa tatu, huku chama cha ACT Wazalendo eh, yaahidi serikali ya uadilifu, ajira bila upendeleo. Hicho ni chama cha ACT Wazalendo eh, chaahidi uadilifu, ajira bila upendeleo ndani ya gazeti lako la Majira eh, pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la Wamachinga, sauti wa ya wanyonge asubuhi ya leo lenye namba naosema, zaidi ya vitongoji elfu mbili mia tatu na hamsini, e, Mtwara yafikishiwa umeme e, zaidi ya vitongoji elfu mbili mia tatu na hamsini Mtwara yafikishiwa umeme. Lakini mgombea ubunge ACT Wazalendo kawe ahidi makubwa, mgombea ubunge ACT Wazalendo kawe ahidi makubwa, lakini habari kubwa ndani ya gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge ni Samia pwani tena, huyo ni rais Samia pwani tena Rufiji, wapo na mama hiyo e, ni habari inapatikana kwenye gazeti la Wamachinga ahidi kuifungua Rukwa, huyu ni Dr. Samia Sulu Hasani, mgombea wa chama cha mapinduzi CCM. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga kurasa wa mbele. Lakini Mtanzania, gazeti lako la Mtanzania leo linaandika e, Dr. Samia kwa miaka minne imeonyesha ujasiri kuongoza nchi. Lakini Rukwa kupata maji ziwa Tanganyika. E, Rukwa kupata maji ziwa Tanganyika, Dr. Samia asema wataanzisha gridi ya taifa kutoka ziwa hilo. Lakini mke aua mume kwa kumfukia chumbani kwa ge, kwake huko Geita. Lakini Katoliki wafafanua kuhusu padri aliyejiteka. E, Katoliki wafafanua kuhusu padri aliyejiteka, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania leo na tukiachana sasa na kurasa mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Wamachinga linaandika, Simba yaendelea kutisha barani Afrika, lakini Singida Black Stars yajiweka pazuri kufuzu. Mayele atoa super cup akiwa na Piramidi, lakini wanamichezo wa Kirombelo wanaimani na Isa Lipagila na gazeti lako la Majira nyeko ni mchezo unaandika Simba ya takata Eswatini ya ichapa thiri g Nsingizi, kocha apewa maua yake. Lakini kocha silver strike, tulingamua madhaifu ya Yanga. Huyo ya ni kocha wa silver strike. E, tulingamua madhaifu ya Yanga. Lakini taifa Tanzania gazeti lako naandika Simba imefanya yake kwa mfalme Mswatini, yapiga nsingizini goli tatu kwa sifuri lakini piramidi ya tamba kimataifa mwaka 2025 faru mweusi Tanzania watinga nusu fainali ngumi Kenya. Lakini Ngai, tulistahili kufungwa, tulicheza kiwango kibovu, nadhani tangu tuwe e, viongozi e, le, nadhani tangu tuwe viongozi. Huyo ni Ngai asema tulistahili kufungwa, e, tulicheza kiwango kibovu, nadhani tangu tuwe viongozi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania lakini kwenye gazeti lako la za spoti linaandika yametimia folds ya tupiwa virago Yanga Simba kama kawa, CAF CL Singida Brakstars ya banwa shirikisho lakini Ibenge apiga hesabu upya shirikisho na Santosi yamchoka mchoka Neima huku, piramidi mabingwa kafu super kapu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la za spoti, ukurasa wa michezo. Lakini Zanzibar leo kuna mchezo inaandika Simba yaitoa usingizini Eh, Hot Spurs eh, Simba yaitoa usingizi msingizi ni Hot Spurs. Na mna ndege mafunzo eh, za vutana mashati kocha KMKM hajakata tamaa kwa Azam. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele huko. Gazeti la habari leo naandika Simba mguu mmoja makundi Singida, sare fozi alia na mshambuliaji Yanga, Mtibwa kosto hakuna mbabe. Hiyo habari kwenye gazeti la habari leo kurasa za michezo huku gazeti lako la Uelekeo linaandika Yanga ya mtimu wa fols, baada ya kichapo Simba ya irarua nsingizini sebuleni kwao, lakini Singida Black Stars yalazimisha sare ugenini. Na kwenye gazeti lako eh, la Mwanaspoti lenye linaandika Nabi atia mkono kocha mpya Yanga lakini ororo afungiwa vioo Jangwani eh, Nabi atia mkono kocha mpya Yanga huku roro afungiwa vioo jangwani lakini Ibenge ana jambo Azam. Azam Simba ya meneja yapiga mtu goli tatu kwa sifuri. Lakini kimataifa Beckham kutumika kuinunua Man United. Habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, kurasa za michezo wa magazeti kwa asubuhi asubuhi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti la